Sasa naomba nikuambie ukweli, unaweza ukafanya kazi ukafanya biashara ukaenda China na Hong Kong ukatengeneza vitu vingi sana vya kuwarithisha watoto wako. Naomba niwaambie, kati ya vitu ambavyo wengi huwa hatufikirii kuwarithisha watoto wetu ni kuwarithisha mentality nzuri ya kuhusu ndoa na familia. Wiki mbili zilizopita nilikuwa naongea na binti moja, mama mmoja ameletea binti wa miaka 15 na miaka 17 kwa sababu wanapitia kwenye ndoa, wanaachana, lakini sasa wanataka niwasaidie namna gani wanaweza kupita kwenye huo mchakato, watoto wasiathirike. Wakati naongea na ongeana, watoto wanaishi nyumba ya mama, wanaenda tuition kwenye nyumba anayokaa baba, kwa sababu mwalimu anajua kule baba anakokaa, hajui mama anakokaa. Wale watoto wa kike, wakati nazungumza nao, yule mmoja wa miaka 15, nikamuuliza unawaza nini kuhusu ndoa na familia? Akaniambia, Dr. Chris i will never have children of my own sitopata, sitamani kuwa na mtoto wa mwanaume kwa nini? Akasema mwanaume akizaa na mimi atanifanyia kama baba yangu anachomfanyia mama. Nikamwambia sasa, utapataje watoto wakati unasema unatamani kuwa na watoto lakini unatamani kuwa na watoto wa mwanaume? Miaka kumi na tano ile binti akaniambia, i will do artificial insemination. Imagine mtoto wa miaka 15 anajua artificial insemination, kitu ambacho unaweza kuta wewe mama ujui. Artificial insemination mtoto wa miaka 15 amesha google, ameshaangalia ni namna gani naweza nikapata watoto bila kumhusisha nani? Mwanaume. Kwa nini? Anasema nikipata mwanaume, mwanaume akinipa mimba atanifanyia kama baba yule baba alivyokuja, baada ya wiki mbili baada ya kuongea na binti yake, nikamwambia mheshimiwa, kati ya vitu ulivyoharibu ni mentality uliyowajengea watoto wako kuhusu ndoa. Yule binti anasema nitapata watoto kwa artificial insemination, maana yake nitatafuta mchakato wa mimi kupata mimba bila kumhusisha nayo mwanaume. Huyo ni yule wa miaka kumi na tano. Yule wa miaka kumi na saba akaniambia, I don't want children, I don't want men nikamwambia utafanyaje akasema I will keep pets. Nitaf, nitafuga, nitafuga peti unajua peti paka au vile vimbwa vidogo vidogo hivi unavijua eh? mtoto wa miaka 17 anasema nitafuga peti awe kama mtoto wangu ametoka kwenye familia ya kitanzania kwa nini baba na mama wameshindwa kumpa picha nzuri picha nzuri ya mke na mume Wamejenga nyumba kubwa, ghorofa kubwa, lakini watoto hawajapata hiyo picha. Na kuombea Mungu akupe vitu vingi, lakini cha kurithisha watoto wako, cha kwanza, uwarithishe picha nzuri ya familia, watoto wako, katika jina la Yesu.